Si ya kusahau. Atenene. Hii, si ya kusahau. Kareke. Hii, si ya kusahau. Ebwana, leo hii naimpigia simu ni mtoto wa kike fulani ambaye ana foundation ambayo nadhani, kama sijakosea, inaitwa Waridi Foundation. Wazazi wake walipomleta ulimwenguni wakampatia jina Jenniffer Wairimu. She's self-made by the way amepambana sana kutoka Lamu mpaka hapa hivi maeneo ya Kanairo. Hivi tunavyoongea, yeye ndio president wa Kenya Youth Organization. She is the president of Kenya Youth Organization. You can just imagine, from a tiny town pale Lamu mpaka kuwa rais wa youth hapa nchini Kenya wana organize mambo mengi sana hususan masuala ya michezo piga rugby pale football, na masuala ya kuweza kuogelea ama masuala pia kushindana na boti pale Lamu, kuhamasisha vijana ku embrace sports na kuachana na mihadarati na mambo ambayo yasaidii katika jamii. Nimepiga simu leo hii is none other than Jennifer Wairimu, hoping kwamba nitampata kwenye line angalau tupige naye story japo kidogo tu le presidente Jennifer Wairimu. Hello. Hello. Anaitwa Jennifer Wairimu kutoka Lamu ambaye hivi sasa ndo rais wa mayuth hapa nchini Kenya. Nimesikia kama tutampata kwenye line i Wairimu eemi naitwa Bili mi anakupigia simu kutoka Radio 47 okay. Unaendeleaje? uko eneo gani? oh, okay, <laughs> uh, so ili sababu nikupigia simu waridi ndio ni kitengo kinaitwa hii si kusahau <laughs> napigia mtu simu Anatueleza mm -hmm. kitu ambacho kimefanyika maishani mwake ambacho hajawahi kukisahau kamwe. Ndiyo. Pengine, kwako nini ambayo maishani mwako hujawahi sahau? Aha. <laughs> <laughs> <laughs> Um, mambo ni mingi ambayo kwamba hatuwezi yasahau, ila mm -hmm. Uh, pengine ni ki point out moja uh, mm -hmm. kuna muda ambao kwamba nilikuwa mimi nimelelewa kijijini pale mm -hmm. um, Lamu uh, sehemu inaitwa Bomani kule Mpiketoni mm -hmm. na wakati nilipokuwa na grow um, mamangu uh, alikuwa ndio hivyo anaanza maisha uh, katika agriculture, katika business mm -hmm. na siku moja, nikawa ndio nimeingia katika swala nzima la usichana mm -hmm. nikapata heavy Mm -hmm. Na wakati nipo na hedhi nikawa nashindwa nitamwambia je mama kwamba nime, nimeanza kuona vitu nye, nye, nye, ya red red hivi sielewi ni nini. But pale of course tulikuwa tumesoma katika sayansi na nikawa nashindwa nitamweleza vipi. Mm -hmm. Kwa hivyo pale Lamu uh, huwa tunapanda pamba kitu inaitwa pamba you know, the cotton. Mm -hmm. Na wakati tulikuwa tunaipanda mimi nilienda pale shambani. Mm -hmm. Na mama alikuwa hayupo, hayupo town. So na pia nilishindwa nitamweleza aje juu, by then mzee alikuwa nyumbani but singemweleza pia. Na mama hayupo karibu, na pia nashindwa pia nitamwambia aje. Niliona ni aibu. Kwa hivyo nilienda pale pale shambani, na mimi ndo wa kwanza kati ya wasichana wa wanne, niko na dada nne lakini wadogo. Kwa hivyo nilienda pale shambani nikakata ile cotton. Na nikaitumia nikaitumia, <laughs> raw as it is, <laughs> so nikaitumia na ikanistiri. So baada ya siku ya pili sasa, siku ya pili mm. Uh, normally, inachukuaga siku tatu yes. So siku ya pili ndio niliweza kupata courage nikamwambia mama, na ni baada ya kuona ya kwamba nguo yako ilikuwa imechafuka manake. Hey, sajua siku ya pili ndio inakuwa heavy flow bwana bili unajuaje? Ama journalist ama journalist ndio siku ya pili akaona niko na nimejichafua so akawa naulizia, ndio pia nikapata courage ya kumwambia. Lakini pia the also the reason ni kwamba mama alikuwa hajui kama nipo katika, niko karibia, nimekaribia hmm, na pia akaniambia kwamba A, akaniuliza natumia nini mm, na nikamweleza nikamwambia, nilipata nilienda kwa, nikachukua koto na nikaitumia so mm, akaniambia uh, kwa maana ya si una pesa sasa hivi inabidi unatumia hiyo pia mm, ndio umalizie kwa sababu akaniambia kesho ndio utamaliza, mm, na akawa ananieleza vile inakuwa. Kwa hivyo nikatumia pamba tena siku ya tatu na ili niweze kumaliza. Nadhani hiyo ni tukio moja ambao kwamba e, siwezi sahau. Na yeah, na ni jambo ambalo kwamba nilifanya ni li, nianze kitu inaitwa Padmi ambao ni mradi wa Waridi Foundation wa mm, kupeana visodo shule nah. Na ni kwa maana ya kwamba hizo siku, siku nilikosa na ninajua kwamba wapo wengi ambao kwamba hawana kosa, mawezi yeah, pata wanakosa, kwa hivyo tunawapeaga visodo ambao zinatumika kwa muda wa miaka mitatu mpaka tano ambao ni reusable. Aha, Reusable sanitary towels. Wow. That's Shukra sana Jenniffer Wairimu kuongea nasi hapa Radio 47. Nashukuru sana Billy. Wow. Yeah. Saa zingine wazazi huwa hatuangalii watoto wetu, because sio kisa cha kwanza mbana, akisikia kuhusiana na mtoto ambaye amefika siku zake na anaogopa kumwambia mama, akiona kwamba labda amefanya makosa. And this is an appeal to all parents, waume kwa wanawake wazazi waume kwa wanawake kuwachunguza kwa karibu sana watoto wetu, ili kuweza kuweka pia karibu, ndio waweze kufunguka. Wakati mwingine, nasemaje, ukipata mahali kama hii, njoo tukulipe, na hii si ya kusahau.